Je, yeah, umewahi kujiuliza kwa nini watu ulioanza nao utotoni, mliosoma nao darasa moja na kucheza nao mchangani, leo hii wanaonekana kama wanapotea kwenye rada zako? Unashangaa wengine wanasafiri, wanaenda nchi za mbali, wengine wanapata kazi nzuri za ndoto zao, na wengine maisha yao yanabadilika kwa kasi ya ajabu huku wewe ukihisi kama umekwama pale pale. Ukweli ni huu. Ukiona dalili hizi jua mazingira yanayokuzunguka yanakuonyesha kuwa na wewe unapaswa kufanya kitu kikubwa. Yale mapengo unayoyaona kati yako na wenzako sio kwa ajili ya kukuumiza, bali ni sauti ya ulimwengu inayokuambia muda wako wa kubadilika umefika. Leo tutachambua njia sita za kuyaelewa maisha na kwa nini kila mtu ana njia yake ya kipekee kuelekea kileleni. Kabla hatujaanza hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu ya GR Hamasa Wisdom, ili usikose mafundisho haya yenye nguvu ya kubadili maisha yako. Moja, maisha siyo mashindano, ni muda, timing is everything. Unapoona mwenzako amefanikiwa kabla yako, usidhani kuwa umechelewa. Kila mti una msimu wake wa kutoa matunda. Mwembe hauwezi kuzaa kwa muda mmoja na mchungwa. Heshimu saa yako ya maisha mafanikio ya mwenzako ni ishara kuwa inawezekana, siyo ishara kuwa wewe umefeli. Endelea kupalilia mti wako. Siku ukianza kuzaa, utashangaa jinsi matunda yako yatakavyokuwa na thamani kubwa. Mbili, kila mtu ana ramani yake ya siri. Your map is unique. Dunia ina njia bilioni nane kuelekea mafanikio kwa sababu kuna watu bilioni nane Njia iliyompeleka mwenzako Ulaya inaweza isiwe njia itakayokupa wewe utajiri. Labda njia yako ipo kwenye kilimo, biashara ndogo, au kipaji ambacho bado haujakigusa. Kuwa mbunifu na msikivu wa sauti yako ya ndani, usiija maisha ya mtu mwingine kwa sababu tu yanaonekana yanang'aa. Dhahabu yako imefichwa mahali ambapo ni wewe tu unaweza kuifikia. Tatu, kutendana ni sehemu ya ukuaji. Growth requires separation. Kwa nini watu mliokuwa nao karibu wanapotea? Ni kwa sababu huwezi kwenda ngazi inayofuata ukiwa na watu wa ngazi ya zamani. Maisha yanafanya usafishaji wa lazima. Usihuzunike unapopoteza marafiki wa zamani. Maumivu ya kutengana ni gharama ya mabadiliko. Milango mipya haiwezi kufunguka kama bado umeng'ang'ania funguo za milango ya zamani. Nne, changamoto zako ni maandalizi ya kilele chako. Wakati mwingine unahisi maisha yako ni magumu kuliko ya wengine, kwa sababu ulimwengu unamjaribu shujaa kabla ya kumpa ufalme. Wale unaowaona wamefanikiwa haraka, labda safari yao haikuwa na milima mingi, lakini wewe unayepambana na vikwazo vingi unatengenezwa kuwa imara zaidi. Kila dhoruba unayovuka inakupa akili na uzoefu ambao wale waliopata urahisi hawana. Tano, mazingira yanapokubana ni ishara ya kuchanua Ukiona unahisi kutoridhika na mahali ulipo na unaona wenzako wanapiga hatua, hiyo ni alama ya akili yako. Mazingira yanakuwa madogo kwa ajili ya ndoto zako, ni kama mbegu inavyopasua ardhi ili iwe mti. Maumivu ya kubanwa ndiyo yanayokulazimisha utafute mwanga wa jua. Tumia kutoridhika kwako kama nishati ya kufanya kazi kwa bidii zaidi, badala ya kulalamika. Sita. mafanikio ya kweli ni amani ya nafsi, siyo muonekano. Wengi wanaosafiri na kupata kazi nzuri wanaweza kuwa na msongo wa mawazo mkubwa kuliko unavyodhani. Usihukumu kitabu kwa jalada lake. Mafanikio sio tu kuenda mbali kijiografia, bali ni kupiga hatua kuelekea kwenye kusudi la maisha yako. Elewa kuwa kila mtu ana vita yake anayopigana, huioni kwenye mitandao. Jikite kwenye kuwa bora kuliko ulivyokuwa jana. Na sasa, sehemu muhimu zaidi: maisha hayana michoro yana mifumo na kanuni. Ukiona marafiki zako wanapiga hatua, usijihisi mdogo, jihisi mwenye matumaini kuwa zamu yako inakuja. Dunia haina upendeleo, inampa kila mtu kile anachoweza kukibeba kwa wakati husika. Usiache kutembea tu kwa sababu huoni mwisho wa barabara. Changamoto ni nafasi ya kuonyesha ukweli wako na ujasiri uliobeba. Kila hatua unayochukua leo ni ngazi ya ukuaji wako kesho. Heshimu akili yako, Moyo wako na malengo yako bila kuruhusu maoni ya watu wengine ya kuamue wewe ni nani. Nguvu ya ushindi wako inategemea mambo matatu. Uvumilivu wako wakati huna kitu, nidhamu yako unapoanza kupata kidogo na uthabiti wa kuendelea licha ya vizingiti.